mchana umetuleta tena jioni hii ya leo ili kuliadhimisha jina lako. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani aliye mtakatifu kama wewe? Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana, tunatamani utujaze nguvu, tunatoka. Wako waliokata tamaa, wako wanaopita kwenye vita, wako wanaopita kwenye makomo. Yuko Mungu awezaye, yuko Mungu aliyekimbilio letu. Tusaidie Baba, tuinue Baba, tuondolee roho ya kukata tamaa roho ya kuchoka, kila kifungo chochote, kila mauti yoyote, kila maneno yoyote yanayozuia hatua zetu, yanayozuia baraka zetu. O Mungu wa rehema, jifunue na nguvu zako. Ulijifunua kwa wana wa Israeli, jifunue kwa ukaika maisha yetu, jifunue katika hatua zetu, jifunue katika kazi zetu, jifunue e Bwana, jifunue e Bwana. Miungu yoyote inayozuia baraka zetu, baba wa rehema, tunakuomba baba Bwana, ulisema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, disheni nanyi mtafunguliwa. waku ambao majira yao yamefungwa, waku ambao majira ya kuinuliwa kwao yamezuiwa, waku ambao majira ya kuoa na kuolewa yamezuiwa, ni nani anayeweza, anaweza kuyafungua? Ni wewe Yesu tunayekuita jioni ya leo, ni wewe Yesu tunayekutamani jioni ya leo, waku ambao majira ya kupata watoto yamezuiwa, waku Ambao majira ya kupata kazi yamezuiwa, wako ambao majira ya kupata elimu yamezuiwa. Yuko Mungu awezaye, yuko Mungu awezaye. Baba, ulitembelea ulitembelea bustani ya Edeni jioni, ukamwambia Adamu, uko wapi? E Bwana, tutembelee jioni ya leo. Tumeacha vyote Bwana, tumeacha vyote Bwana. Tume tutembelee, tutembelee sahi, tutembelee na nguvu zako, tutembelee na uweza wako, tutembelee na neema yako katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu tuhudumie, karibu na nguvu zako, karibu na uweza wako, karibu na baraka zako, e Bwana na ushurikani wewe. Ni Mungu, tuko tayari Bwana kusikia neno lako na kuleta mahitaji yetu mbele za uso wako. Uimidiwe na kutukuzwa, uimidiwe na kuinuliwa, maana wewe ni Mungu tendaye, wewe ni Mungu naefanya, na tuko tayari. Roho Mtakatifu tufundishe, Roho Mtakatifu achilie utulivu, Roho Mtakatifu achilia neema yako ituhudumie sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, pokea heshima, pokea mamlaka, maana vyote ni vya kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Sante kwa uaminifu wako, sante, maana umesikia kuomba kwetu, na wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi. Sante Bwana, naomba tukae na tukae tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni hii ambayo ametupa kwa neema yake, lakini tumshukuru Mungu ambaye ametulinda tangu asubuhi, mchana na jioni. Ametupa kuja mbele za uso wake ili kumimina mioyo yetu madhabahuni pake. Natambua ya kwamba unapokuja mahali hapa, unakuja kwa ajili ya kumlilia Mungu, unakuja kwa ajili ya kuomba, unakuja kwa ajili ya kuomba, na nikujenge katika hali ya namna hiyo Njoo umwombe Mungu. Najua ya kwamba kila mmoja ana mahitaji yake, kila mmoja ana mahitaji yake. Ndio maana tunaruhusu, hatuangalii wingi wa watu, tunachokiangalia ni ule utumishi ambao Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hiyo tukisema omba, kweli omba. Biblia inasema ombeni na kila ombaye upewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwao na sababu ya kumwomba Mungu, unaweza ukasema kwamba uko, uko vizuri. So una kila kitu, una kazi, una kila kitu lakini nataka nikuambie inawezekana kuna kifungo ulichonacho. Unapoomba hata kwa maneno machache, Mungu anapoona bidii yako katika kuomba, kuna kitu Mungu anakifanya kwenye maisha, maisha yako. Tufungue pamoja kitabu cha Yeremia 29. <laughs> Yeremia 29. wiki inatamani tuombe zaidi, kwa hiyo nitakuwa naleta point tu, neno la kutusimamia kwenye maombi alafu tunaomba sakafu tunaondoka. Yeremia 29 mstari wa kumi na ule wa kumi na moja. Yeremia 29 mstari wa kumi na ule wa kumi na moja anasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimizwa miaka sabini nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu, na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Aa, nimependa aa, tusi, wiki hii tusimamie neno hili ambalo Mungu anazungumza na taifa la Israeli na nazungumza na taifa la Israeli wakati ki, wakiwa uhamishoni Babeli, na wakiwa katika uhamishoni Babeli ni kama walikosa matumaini, walikosa matumaini kabisa, waliona ya kwamba hakuna njia. Na ndiyo maana katika neno hili ni kama Mungu anawatia moyo, anawaamsha, anawaamsha mioyo yao, lakini Mungu anataka wajue ya kwamba Mungu ni nani katika maisha yao. Mara nyingi katika mawazo ya kawaida, kila mmoja na namna ya kuwaza. Unapokutana na mambo yasiyo ya kawaida, kuna namna ambavyo unawaza. Wakati mwingine unaweza ukawaza habari ya namna mnavyoishi kwenye familia, unaweza ukawaza namna mnavyoishi katika eneo la kazi. Kuna namna ambavyo unawaza unapokutana na mambo yasiyo ya kawaida, na ndiyo maana nikasema. Wazo ambalo linatuongoza kwa wiki hii ni hili linalosema tambua ya kuwa Mungu anakuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio wazo ambalo hata unapoomba lazima utambue hilo, ya kwamba Mungu anakuwazia mema. Mungu anakuwazia mema, si kwamba Mungu hakujua ya kwamba wana wa Israeli wako utumwani, alijua si kwamba Mungu hakujua ya kwamba wanapitia magumu, anajua. Lakini nini ambacho Mungu anataka akifanye? Ndiyo maana anazungumza katika mstari huu wa kumi, mstari ule, uh, mlango, mlango huu wa kumi uh, katika uh, Yeremia 29 mlango huu wa kumi, anasema uh, pale b nitasoma, nita, nita pale b nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawaza kwa nini Mungu wakati mwingine anaruhusu magumu yatokee kwa mwanadamu. Kwa nini Mungu anaruhusu? Kwa nini Mungu anaruhusu kutokea nyakati ambazo ni za misukosuko? We nenda kakutane na, na, na, na, na, na yule ambaye anaomba kazi kwa muda mrefu, anafika mahali anaona basi nilishakutana na watu wa namna hiyo, wamekata tamaa, wameona, wanasema hivi, Mungu hanioni, mbona nimeomba sana, mbona nimetoa sadaka sana, lakini kwa nini Mungu, wengine wanapata kazi, kwa nini mimi sipati kazi? Kwa nini wale wanaopita kwenye magumu, yawezekana kwenye familia, yawezekana kwenye ndoa, wanapitia wanapitia dhoruba, wanapitia moto, wanapita kwenye moto wakati mwingine ukikutana nao wanasema hivi Mungu hanioni ukikutana uki, ukiangalia mawazo yao wanayowaza ni kwamba ni kama Mungu amewacha. Ndivyo ilivyokuwa kwa, kwa hao wana wa Israeli wako Babeli wanateseka, lakini Mungu anawaambia ah, mimi ninalitimiza neno langu kwenu. Bwana Yesu asifiwe! Katikati ya magumu unayoyapitia unawaza nini? hata ulipokuja kwenye ibada hii unawaza nini? Unawaza nini? Kila mmoja na namna yake kundi, kila mmoja na jaribu lake. Hata mimi nayesimama hapa nina jambo langu ambalo ninaliomba kwa Mungu, Mungu anipe. Ninawaza nini? Ninawaza nini? Ndicho kitu ambacho Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba, maana nayajua mawazo ninayowazia kila wakati Mungu anatuwazia mema. Unaweza ukaishi nyakati ambazo wanadamu wanakuwazia mabaya, kwa sababu so, hakuna mwanadamu anayependa kuona unafanikiwa. Hakuna mwanadamu anayependa, ni wachache sana wanaopenda, hata kama wanacheka na wewe wanatembea na wewe. Hakuna mwanadamu anayetaka kuona watoto wako wanafanikiwa, na ndio maana unaambiwa sio kila jambo unaloliona la kuambia watu, sio kila jambo mtu mwingine Mungu akimbariki, yani nikiruka njia, hey, nimepata kazi, kumbe hey, nimeinua hey, Mungu amekupa ni cha kwako. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo mema, hata kama wanawazia mawazo mabaya. Yawezekana imefika mahali wamekwambia, ah, huyu bwana, huyu bwana hatafanikiwa tena, huyu hatainuliwa hata, huyuay ha, ha, ni mawazo ya wanadamu. Ngeenda kusoma habari ya, ya, ya Hana na Penina. Penina alimwazia nini Hana? Uh, alimwazia upumbavu akamwona ni mwanamke mpumbavu asiye na faida, lakini kumbe Mungu alikuwa anamwazia mema. Mungu alikuwa anamwazia mema, hata kama alichelewa, Mungu alikuwa anamwazia mema, na ndio maana ilifika mahali Hana akaona ya kwamba hata kama anafarijiwa na ilikana mumeo lakini mimi najua ya kwamba Mungu ananiwazia mema. Na wewe, katikati ya jambo lolote ambalo umelikatia tamaa, wewe usiangalie nyakati. Bwana Yesu asifiwe! Usiangalie nyakati, unaweza ukiangalia nyakati, zinaweza zikakukatisha tamaa. Wewe jua majira yoyote, Mungu ana uwezo wa kufanya jambo, hata kama wanadamu wameweka mpaka ukasema hapa basi hapa basi hatapata tena mtoto . Hapa basi hataolewa tena . Hapa basi hataoa tena . Hapa basi hatapata kazi. Aa, aa. Mungu anakuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anakuwazia mema. Ukisoma Zaburi ile, Zaburi ile ya ishirini na tatu, leo sitaongea sana. Nimesema wiki hii ni ya maombi zaidi. E, Zaburi ya ishirini na tatu, angalia mstari ule wa tatu. Zaburi ile ya ishirini na tatu mstari ule wa tatu anasema huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mungu hawekezi kitu kwa ajili ya mwanadamu. Mungu anawekeza kitu kwa ajili ya utukufu wake Ndiyo maana mwimba Zaburi Daudi anapokumbuka mateso aliyopitia, anapokumbuka vita alivyovipitia, anasema katika mstari huu wa tatu huniuisha, yaani maana yake kuna wakati Mungu anakuuisha katikati ya majaribu nayo yapitia. Mungu anakuuisha unakuwa kiumbe kipya, anasema huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake la. Kumbe Mungu akitaka kukubariki anakubariki kwa ajili ya utukufu wake. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha, cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana kumi na moja, wakati ule Lazaro amekufa wa wakina Mariama wanamjulisha Yesu. Yesu anachelewa kufika. Yesu anapokuja anaambia, rafiki yako ni mgonjwa. Anasema huu ugonjwa uh, ni kwa utukufu wa Mungu. Unajua kibinadamu ni mambo ambayo hayaeleweki eh utukufu wakati mwenzetu anateseka, lakini anasema ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maana yake ni nini? Anataka katikati ya hayo magumu unayoyapitia, utakapoinuliwa, wale waliokukatia tamaa wajue Mungu wako anajibu. Huwezi kuja hapa asubuhi, ukaja hapa mchana, ukaja hapa jioni, Mungu akaacha kukubariki lakini sio wote ambao unafurahi kukuona. Unaamka asubuhi, unakuja unamka jio as, unatoka uh, unatoka kazini mchana unakuja unakuja jioni, wengine wanasema unakuja kupoteza muda. Hata mimi nimekutana na hayo sana, lakini mimi najua Mungu analibariki kwa namna gani. Na wewe nataka nikwambie, ndio maana nataka nikuonyeshe kwamba Mungu anauisha mahali ulipojikatia tamaa, Mungu anauisha mahali ambapo umeona giza, Mungu anauisha. Nataka nikuambie, Mungu anakuwazia mema. Usisikilize maneno ya wanadamu, na usikimbilie kwa sababu wanadamu wanakuambia hili na ile. Acha wakudharau, acha wakusemea maneno, acha wakutamkia aina yale, lakini wewe angalia kusudi la Mungu, kwa sababu majira ya Mungu yakifika, atakupa dabodabo, atakupa dabodabo. Wanasema ni yule ni yule aliyechelewa ha, ha, hakuna. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Kwan, kwani Sara alibeba hal, hal, hal, mimba akiwa na miaka mingapi? Miaka tisini, Ibrahim miaka tisini na tisa. Kwa Mungu kuna kuchelewa wapi? Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Wewe angalia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Yawezekana kuna nyakati unapitia hapo ofisini wengine wamekuwazia mabaya, wengine wamekuwazia kwamba ah, huyu hatafanikiwa tena, huyu hatainuka tena. Hayo ni mawazo ya mwanadamu. Wewe angalia kusudi la Mungu, mwombe Mungu. Kuna wakati Mungu anakupa dabodabo dabo, kwa sababu Mungu anakuwazia mema. Ndio maana kwenye Zaburi hii anasema hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mungu anapotaka kukuinua hakuinui kwa ajili yako, anakuinua kwa ajili ya utukufu wake, juu ya kwamba Mungu anakuwazia mema. Nataka jioni hii ya leo tukaombe, kila mmoja apeleke, yani, wiki hii kila mmoja anaombea mahitaji yake. kuna mambo mengi unayotamani Mungu ayafanye, yawezekana ni kwako binafsi, yawezekana ni kwa watoto wako tunatamani. Yani wiki hii ni nikusogeza mahitaji, usichoke ukiliombea, yani leo ukiliombea, kesho ukiliombea, kesho kutwa ukiliombea, Alhamisi ukiliombea, Ijumaa, nataka nikwambie kama Mungu hakujibu njoo niambie. lia na Mungu Anasema, njoni tuhojiane, njoni tuhojiane. Hebu tuhojiane na Mungu, tumweleze Mungu, mweleze Mungu hilo ambalo umelikatia tamaa. Mweleze Mungu na usichoke, ongea, ongea kwa imani, inua imani yako, mwamini Mungu, amini ya kwamba Mungu anakuanzia mema. Naomba usimame.

Kinywa chako mwambie Mungu unaniwazia mema, mwambie Mungu wewe ni kimbilio langu, mwambie Mungu wewe ni msaada wangu, mwambie Mungu wewe oh, upungue na Mungu aongezeke. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunashuka magotini mwako Bwana, jioni hii ya leo, asante kwa wema wako, asante kwa baraka zako, asante kwa amani yako. Hakika Mungu unatuwazia mema, hakika Mungu unatuwazia baraka, hakika Mungu unatuwazia mema. Hakuna Mungu hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu aliye mtakatifu kama wewe. Tumekuja kwako Bwana, tumekuja madhabahuni pako Bwana, tumekuja kukulilia mfalme wa amani, maana unatuwazia mema, maana unatuwazia mema. Tena umesema ya kwamba unauisha tena mioyo yetu, unauisha tena mawazo yetu, unauisha tena nafsi zetu. Asante baba yetu, ndio maana tunakukimbilia, ndio maana tuko kwako Bwana, ndio maana tuko kwako Jehova. Tunaomba utubariki Baba, tunaomba utubariki Baba, tunajua ya kwamba unatupenda, tunajua ya kwamba unatuwazia mema, tunajua ya kwamba jina lako ni mkuu, tena jina lako ni takatifu. Tuko mbele zako Bwana, tuko chini ya dari hili e Bwana, wana wako na watoto wako wanaleta mahitaji yao kwako, wanaleta mahitaji yao kwako. Wengine wanakulilia Bwana kwa ajili ya maisha yao, wengine wanakulilia Bwana kwa ajili ya ndoto zao, wengine wanakulilia Bwana kwa ajili ya maisha ya familia zao. E Mungu unaweza, maana umesema ya kwamba unatuwazia una yali yaliyo mema Bwana. E anatuwazia yaliyo mema. Mungu wa rehema, ninaomba kwa damu ya Yesu maana e Bwana, ninaomba kwa damu ya Yesu utuwazie yaliyo ya baraka, utupe baraka zako Bwana, utupe neema yako Bwana, utupe utakatifu wako Bwana, kwa damu damu ya ya Yesu kwa damu ya Yesu yale ambayo tunayaomba yawezekana kwenye kazi. Wako ambao Mungu wanapita kipindi kikomo, wako ambao Mungu wamezuiwa majira yao, wako ambao Mungu wanapotamani kuwanyanyuka, wanapotamani kunyanyuka, kunyanyuka adui anawazuia, adui anazuia ndoto zao, adui anazuia baraka zao. E Bwana, inaachilia ile damu ya Yesu ibatilishe vifungo vyote, ibatilishe mabaya yoyote, ibatilishe mabaya yoyote, yoyote, kwa damu ya Yesu tutembelee jioni ya leo, tutembelee, tutembelee na nguvu zako, tutembelee na uwezo wako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wako wengine ambao Bwana, wanaomba kwa ajili ya kufunguliwa vifungo walivyonavyo. Wengine wanaomba Bwana, ukawatetee kwenye familia zao, ukawatetee kule mahakamani, ukawatetee kule kwenye nyumba zao, kwenye ndoa zao, kwa watoto wao. Mungu, ninaomba kwa damu ya Yesu ta kuambao ninauona Baba upite juu yao ukawatetee Bwana ukawapiganie Bwana, hivyo vifungo ambavyo vimeachiliwa, eri roma takatifu ile damu ya Kalivari ile damu ya Kalivari ikanyenye mema Bwana yondoe hicho kifungo cha magonjwa yondoe hicho kifungo cha mauti yondoe hicho kifungo alichofungwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu. Wengine wanaomba Bwana kwa ajili ya miradi yao wengine wanaomba Bwana kwa ajili ya kupa takazi Wengine wanaomba e Bwana kwa ajili ya elimu zao. E Mungu, ninaomba wewe, ni mungu usikiae, wewe ni mungu uwezaye, wewe ni mungu ujibue, tujibu jioni ya leo, wajibu wana wako, wajibu watoto wako, hata wale wanaotutazama e Bwana. Upako huu uende mpaka hapo nyumbani, upako huu uende mpaka hapo kwenye biashara, upako huu Bwana uende mpaka kwa watoto wetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunabatulisha Bwana, kila roho ya kizuizi, kila roho ya mauti, kila roho ambayo imeachiliwa kuzuia hatima zetu, kuzuia njia zetu, kuzuia watoto wetu, kuzuia ndoa zetu, kuzuia maisha yetu, kwa damu ya Yesu. Malaika anapita, malaika anapita, malaika anapita, tamani apite kwenye malango yako, mwambie apite, apite kwa watoto wako apite kwenye ndoa yako, apite kwenye maisha yako, kile ulichokikatia ya tamaa, amini ya kwamba nakuazia mema. Baba, usitupite baba, usitupite. Neema yako ni kuu, baraka zako ni kuu, uweza wako ni mkuu. Tupiganie Bwana, tupiganie Bwana, tupiganie Bwana, hicho kilichozuiwa, hicho kilichofungwa, hicho kilichofungwa, kikafunguliwe tena, kikainuliwe tena, kikabarikiwe tena, tukauone mkono wako, tukaone baraka zako, tukaone tukaone uzima wako kuinuliwa tena, kwa kwa damu damu ya Yesu ya Yesu, hiyo vifungo tulivyofungwa hayo mavazi machafu hayo mavazi machafu tuliovikwa Bwana, hayo mavazi hayo tuliovikwa Bwana. Wengine wanatamani kusogea mbele, lakini hawaoni mlango ukifunguka. Wengine wanatamani kuona ukiwabariki kwenye ndoa zao kwenye mahusiano yao, lakini adui amewazuia. Wengine wanatamani e bwana na kuona ukiwapigania ukiwapigania Bwana Mungu, ninaomba ingilia kati Baba, ingilia kati Bwana, hiyo roho hiyo roho iliyozia hatima ya huyo dada, hatima hatima ya huyo kaka, hatima ya huyo mama, hatima ya huyo baba, ikaondoke Bwana, hivyo vita anavyovipitia hapo ofisini, hiyo vita anayovipitia, hiyo biashara inayokaribia kufa Baba, kauishe tena Baba, kauishe tena, hiyo kazi ambayo ina vita baba kapigane na iyo vita tena, Bwana, kwa damu ya Yesu. iyo ndoto iliyofukiwa iyo ndoto iliyozuiwa, oh, tunatuma malaika tunatuma malaika waende Bwana, wakainue tena iyo ndoto ya huyo dada iyo ndoto ya huyo mama iyo ndoto ya huyo kijana, ikainuliwe tena. Iyo roho hayo mauti iliyoachiliwa kwenye kazi yake hayo mauti iliyoachiliwa kwenye biashara yake hayo mauti iliyoachiliwa kwenye njia zake, e Bwana, huu ni Mungu wetu wewe ni Baba mweza wa yote, unaweza tena Bwana, unaweza tena Bwana, unaweza tena Bwana. Tunafuta kila maneno, tunafuta kila maagano, tunafuta kila maagano. Hiyo roho inayozuia kutokuolewa, kutokuoa, hiyo iyo roho inayozuia kupata mtoto. We utasa, we utasa, hiyo roho inayozuia wewe, utasa, wewe utasa, uliwachiliwa kwenye hiyo ndoa, wewe utasa, uliwachiliwa kwenye hiyo kazi, wewe utasa, uliwachiliwa kwenye hayo maisha. Yuko Mungu awezao Shuka na nguvu zako larua Bwana. Undo wa kila ukuta, Undo wa kila ukuta, Undo wa kila ukuta, ukuta uliowekwa mbele yake, uliowekwa mbele yake. e Bwana wa Bwana, ninaona nguvu zako. Yuko anayeinuliwa, yuko anayebarikiwa, yuko anayeona hatua mpya, yuko anayefunguliwa, maana ni nguvu zako, ni ahadi yako ya kwamba utatubariki, ya kwamba utatuinua, ya kwamba utatuinua utatu na ujulikane ya kwamba wewe ni Mungu ambaye haushindwi na jambo lolote. Wewe ni Mungu ambaye unatupigania. Wewe ni Mungu ambaye unapigana na vita yetu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huyo ambaye amejikatia tamaa kwa sababu ya madeni aliyonayo. Ninaomba kwa damu ya Yesu, kamfungulie mlango, kamfungulie mlango. Huyo ambaye anadai hayo madeni, Ee Bwana kamfungulie mlango wa kulipa hayo madeni kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huyo ambaye anadaiwa kodi uko tia rahe. Kampiganie Bwana, kampi niye Bwana. Huyo ambaye siku ya kesho anaenda mahakamani, Mungu wa milele ameona ya kwamba kuna njia, kamfungulie mlango, kasimame kama hakimu, kasimame kama wakili, ukamtetee Bwana ukamtetee Bwana ukamtetee Yesu akavuke kwenye hicho kiunzi, akavuke kwenye lango, akavuke e Bwana kwa ushindi mkubwa. Ukawatetee Bwana katika jina la Yesu katika jina la Yesu. Ninawabariki Bwana jioni hii ya leo ninaaika mikononi mwako, wamekuja kwako Bwana, ninaomba watunze. Nina, ninaomba uwabariki, ninaomba wainua, ninainua na sadaka wanaza kuletea Bwana. Imekuwa ni jioni ya baraka, imekuwa ni jioni ya utukofu, imekuwa ni jioni iliyobeba ukuu, iliyobeba heshima, iliyobeba mamlaka. Ukawabariki Bwana, wanaporudi nyumbani, wakute amani, wakute amani kwa watoto, wakute amani kwenye ndoa, wakute amani kwenye Waku njia zote, waone utukufu wa waone upendo wako, wape ndoto njema, wape ndoto za baraka, waamke salama siku ya kesho. Bwana wazidi kukuinua, wazidi kukubariki kwa damu ya Yesu. Wabariki waingiwapo, wabariki watokapo, na njia zao zote zipate kubarikiwa. Asante baba yetu, asante Roho Mtakatifu. Bwana umesikia kuomba kwetu, na utatubariki sawasawa na mapenzi yako, nienda pamoja nasi ukitutetea Bwana. Pokea sadaka za kila mmoja mioyo yote na sadaka tulizoshikilia ziwe manukato na ziwe harufu ya kukupendeza wewe. Asante, maana wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mwamba usiyotikisika. Tunajikabidhi kwako Jehova, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nimeomba nikiamini umesikia kuomba kwetu, na watu wote tuseme amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie wa uso wake na akupe amani, akupe ushindi, akupe usiku wa baraka katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki, nikutakie, kutakie usiku wa baraka. Karibu kesho.